Yahya Mege, diwani wa kata hii ya Ikwiriri. Uh, leo tumefika kwenye shule yetu ya sekondari ya Rufiji kwa ajili ya kuangalia hali ya ujenzi wa mabweni ambayo yaliletwa na ofisi wa Waziri Mkuu, uh, TAMISEMI juu ya ujenzi wa mabweni katika shule yetu ya sekondari ya Rufiji. Tumefika kwa ajili ya kujionea hali ya ujenzi huo, na ujenzi umefikia kwenye hatua sasa ya umaliziaji kwa maana ya finishing ndani bado tiles pamoja na rangi lakini mfumo wa maji na mfumo wa umeme. Kwa hiyo tumefika kwa ajili ya kuangalia ujenzi huo kwenye mabweni hayo kwenye shule yetu ya sekondari hii, ili kuweza kuona namna gani wanafunzi watakapokuwa wamepangwa kwa ajili ya kidato cha tano na cha sita, ili waweze kuyatumia mabweni hayo kwa ajili ya, ya kulala, lakini maelekezo ambayo yalikuwa yametolewa na serikali hiyo, wafuatiliaji wa, wa fedha hizo ambazo zilikuwa zimetolewa. Kwa haya, sisi kama wananchi wa kata hii ya Ikwiriri tunashukuru Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada ambazo na mbalimbali ambazo amekuwa akizifanya kuhakikisha kwamba tunapata miundombinu ya kisasa kwa ajili ya watoto wetu na wanafunzi ambao wanaopangwa kwenye shule zetu hizi ambazo ziko kwenye kata yetu ya Ikwiriri. Kwa hiyo tunashukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namshukuru Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rufiji Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa kwa jitihada ambazo amekuwa akizifanya katika kuhakikisha kwamba uh, sekta ya elimu kwenye jimbo la Rufiji na kwenye kata yetu ya Ikwiriri tunakwenda kupata ma, matokeo. Na mimi kama diwani wa kata hii, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata, nimefika kwa ajili ya kujionea mwenendo na mwendelezo wa ujenzi huo ili pale watoto watakapokuwa wamepangwa kuone ambayo watakayokuwa wanaishi. Tumefika na viongozi wa chama ili kuweza kuona utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, namna ambavyo inavyotekelezwa kwenye eneo letu hili. Tunashukuru na, na tunaipongeza serikali kwa jitihada hizo ambazo zimefanya na kuongeza miundombinu kwenye eneo letu hili katika shule yetu hii. Sambamba na hayo, pia tumejionea majengo mapya ya maabara pamoja na majengo ya TEHAMA kwa maana majengo ambayo wanafunzi watakuwa wanajifunza kompyuta, watakuwa wanajifunza namna gani ya kusoma vitabu kwa njia ya kompyuta. Ni mapinduzi makubwa ambayo yamekuwa yakifanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa mbunge wa jimbo wa Rufiji kwenye maeneo yetu haya. Sisi kama viongozi, wajibu wetu ni kuja kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi hii ili iweze kuwa na tija kwa ajili ya jamii yetu na iweze kuwanufaisha wananchi wetu wa maeneo haya na baadaye, ili tuweze kuwa na taifa la watu wenye uelewa, watu wasomi ambao watakaotuvusha kwenye mustakabali wa taifa letu hili kwenye nyanja ya maendeleo na hali ya dunia ilivyo kwa sasa na mabadiliko hususani yanayotokana na mabadiliko ya teknolojia, namna ambavyo dunia ilivyo na inavyokwenda kwa sasa. Nashukuru na tunaendelea kupongeza, lakini tunawashukuru walimu pia kwa kuendelea kusimamia vizuri miradi hii ambayo inayoletwa na Serikali kwa jitihada ambazo wanazozifanya kuhakikisha kwamba miradi inakuwa yenye tija na yenye kuleta manufaa kwa ajili ya vizazi vyetu hivi. Asanteni sana.